Aa, hii video nimekuandalia maeneo matano muhimu kabisa ambayo unapaswa kuyazingatia pale ambapo unakuwa umeamua kufuga kuku wa kienyeji kibiashara. Ah, kwanza kabisa tuanze na eneo la kwanza, ni kuhusiana na banda banda ambalo unataka kuwafugia hawa kuku wako e, ili wafuge kibiashara. Sasa uh, muhimu sana, kitu cha kwanza ukaanza na banda ukajenga banda vizuri. Lakini unapokuwa unajenga banda, kuna maeneo kama manne hivi ambayo ni mazuri, na eneo la kwanza kabisa ni muundo wa banda. Je, usimamishe bati au ulaze bati? Kikubwa ni kwamba uh, utengeneze banda ambalo litakuwa haliingizi mvua ndani ya banda, lakini pia hata maji yanayotembea e, chini unatafuta eneo ambapo litakuwa haliingizi maji mle ndani, pia liwe na mfumo mzuri wa mzunguko wa hewa. Aa, wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji mara nyingi sana huwa wanatengeneza mabanda ambayo hayana mzunguko mzuri wa hewa ndani. Kwa hiyo ninasisitiza kwamba tengeneza banda ambalo litakuwa na mzunguko mzuri wa hewa. Uh, unaweza ukatazama video hiyo hapo ambayo unaiona hapo juu kwenye iCard hapo ambapo mkono unacheza, e, jinsi ambavyo banda letu tumelijenga bora kabisa, linapitisha hewa vizuri kabisa. Na eneo jingine muhimu la kuzingatia ni kama vile utachagua muundo wa floor ya chini, labda uh, utapiga floor au utaweka Uh, zile keji tunasema wanaweka e, waya mesh pale chini, kuku anakuwa wanalala juu. Kwa hiyo mwenyewe utaangalia muundo ambao una e, faida kwako. Kila muundo una faida na hasara zake. Kuna deep litter system, huu wa kuweka matandazo chini, lakini pia kuna mfumo ambao kuku wanakuwa wanalala juu e, ya nyavu. Aa, eneo jingine muhimu ni roasting, ili eneo ambalo kuku analala. Kuku wa kienyeji na kuku wa mayai wanapenda sana kulala kwenye vichanja kama ambavyo umeona hapo kwenye picha. Kwa hiyo ni eneo muhimu, lazima utengeneze hivi vitu kwenye banda lako pale unapokuwa unafuga kuku wa kienyeji na mwisho kabisa, tunapozungumzia banda, ni maeneo ya kuku kutagia. Lazima uweke eneo ambalo limejificha. Kuku wanapenda sana kutaga gizani, eneo ambalo limefichama Mako, e, utadesign wewe. Kuna viota vya aina tofauti tofauti, lakini utatafuta kile ambacho kwako kwa utaona ni bora kwa ajili ya kuku kutaga na kuatamia, kama utakuwa unatamisha, e, kuku wako ukuwako. Eneo jingine muhimu kabisa ni eneo la chakula kwenye namna ya kuwapa chakula e, kuku wako. Sasa hapa kuna kama sehemu nne hivi muhimu sana pale unapokuwa unafuga kuku wa kienyeji kutazama. Kwanza kuna chakula cha dukani. Kuhusiana na chakula cha dukani, mara nyingi sana huwa tunawapa vifaranga wakiwa wadogo lakini kwa ufugaji wa kuku wa kienyeji ukisema utumie chakula cha dukani, unaweza ukapata hasara kutokana na ukuaji wake ni wa taratibu na wanakula sana. Kwa hiyo inatakiwa uangalie namna bora ambayo utachanganya chakula wewe mwenyewe kwa kutumia kanuni ambazo ni bora zaidi. Kama hutotumia kanuni bora, basi utakuwa unapata vifo vingi sana kwa kuku wako. Kitabu chetu cha safari ya ufugaji kinazo kanuni e, kuku wakiwa vifaranga wadogo, kuku wanaokua, lakini pia e, hata kwa ajili ya kutaga. Na eneo jingine hapa kwenye chakula. E, vyakula vya ziada, vyakula vya ziada. Sasa ninapozungumzia vyakula vya ziada, hivi ni vyakula ambavyo mara nyingi sana huwa vinapunguza gharama na kuwafanya e, kuku waweze kushiba. Sasa e, changamoto kubwa kwa wafugaji wa kuku wa kienyeji ni kwamba huwa wanawapatia e, vyakula ambavyo ni mabaki E, mabaki na vyakula vya hovyo hovyo. Vyakula vya ziada ni kama vile e, mboga za majani, mboga mboga za majani, ma, baadhi ya majani polini, kuku wanakula vizuri kabisa. Usiwape e, mabaki yaliyochacha, mabaki labda ya samaki, mabaki labda ya nyama, kuku wako watakuja kupata shida kubwa sana. Kwa hiyo unapowapatia chakula cha ziada, inatakiwa kuwa makini nao sana na eneo jingine kwenye chakula ni maji. Wapatie kuku wako maji safi e, ambayo wataweza kunywa maji ambayo yasiyokuwa labda na vimelea wa magonjwa. Na kipengele kingine kwenye chakula ni virutubisho ambavyo vinawekwa kwenye maji kama vile vitamini. Na sio virutubisho tu, lakini pia kuna dawa dawa nyingi huwa zinachanganywa kwenye maji. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuangalia namna ambavyo unaweza ukatumia hivi virutubisho ambavyo utaviweka kwenye maji kwa kiwango sahihi, usiweke pungufu, usiweke kuzidi. Kwa mfano vitamini za dukani zenye huwaga zinaandikwa uweke kipimo gani kwenye maji kiasi gani. Lakini pia hata sisi hapa tumekuwa tukifundisha sana tiba za asili, na kama ukipata kitabu chetu cha tiba za asili kinaeleza kabisa kiasi ambacho inatakiwa uweke kwenye maji. Hiki kitabu kinapatikana kwa shilingi elfu kumi na ni soft copy. Tunavyo vitabu vitatu ambacho ni tiba za asili, safari ya ufugaji, lakini pia na ufugaji wa broiler. Vyote kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi na vipo katika mfumo wa PDF. Tunakutumia unaenda kuvitoa copy stationary. Kwa hiyo wasiliana na sisi, namba hiyo hapo unayoiona hapo juu. Eneo jingine la tatu ambalo ni muhimu sana unapofuga kuku wa kienyeji kuwa nalo makini ni kuhusiana na magonjwa. Hapa kwenye magonjwa utaangalia namna ambavyo unaweza ukazuia magonjwa, kwa mfano kutumia chanjo, kama chanjo ya kideli, chanjo ya gumboro, chanjo ya nyu. ya ndui, muhimu sana na kitu kingine kuangalia tunasema parasite wadudu kama vile uh, kuna minyoo, kuna viroboto. Hili ndo ni eneo ambalo naweza nikasema wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji huwa wanajisahau kuwapatia eh, tiba za minyoo kuku, lakini na viroboto zipo za dukani, lakini pia zipo za asili. Ukiwa na kitabu cha tiba za asili utakutana nazo e, hizi tiba tena, kwa gharama nafuu kabisa. Kwa mfano, kuna dawa ya dukani inaanzia elfu tano ya kutibu minyoo, lakini kwenye kitabu chetu hii dawa ya kutibu minyoo utaipata kwa shilingi mia tano tu. kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo utapunguza gharama, tena unaitengeneza wewe mwenyewe na eneo jingine kwenye magonjwa ni usafi, usafi wa banda pamoja na vyombo, vyombo vya maji muhimu sana kuvisafisha mara kwa mara, ili kuku wako wasipate magonjwa, kwa sababu bakteria wanapenda sana kukaa kwenye uchafu. Magonjwa yote iwe bakteria, yawe magonjwa ya virusi magonjwa ya fangas wanapenda kukaa kwenye uchafu. Kwahiyo vile ukisafisha banda lako na vyombo, utawakinga kuku wako na magonjwa. Kwahiyo ni eneo ambalo inatakiwa kuwa makini sana kwenye namna ya kuatibia kuku wako. Eneo jingine ambalo ni muhimu sana kulitazama pale unapokuwa unafuga kuku wa kienyeji ni kuwafuatilia kuku wako kwa ukaribu zaidi. Yaani, hiki ni kitu muhimu sana kwa sababu kama utakuwa unawafuatilia kuku wako wa kienyeji utaweza kugundua vitu vingi, kama kuku anaumwa. Lakini e, pia utaangalia maeneo kama vile tabia ya kuku, mabadiliko ya kuku. Unaweza ukaona kuna siku nyingine kuku hawali sana, hawana appetite ya kula chakula. Kwa hiyo unaweza ukajua kabisa hawa kuku wangu hawapo sawa, au wanakunywa sana maji au wameanza labda tabia za kudonoana au eneo uh, labda la mayai, uzalishwaji wa mayai labda umeshuka. Kwa hiyo hapo wa una, unaweza kwa unaangalia maeneo kama hayo hapo, kuku wako wanakula mayai utagundua hilo kwa kuwafuatilia kwa ukaribu zaidi. Unaweza mara nyingi waga na sisitiza, unaweza ukaingia bandani ukakaa. Uh, ukawa unaangalia tu kuku wako eh, tabia zao eh, labda kuna kuku walemavu utawagundua pia kwenye hilo eneo. Uh, eneo jingine la mwisho ambalo ni muhimu sana eh, hasa pale ambapo unataka ukue ni kwenye uh, tunasema kwenye kuendelea na kuweza ku, kuongeza idadi ya kuku eneo ambalo unafuga kuongezeka, yani kama ulifuga labda ulianza na kuku nane, ni namna gani utafika kufuga kuku mia moja, ni namna gani utafika kufuga kuku mia tatu e, lakini pia unapofanya hivyo utambua kwamba a, vile ambavyo unafuga kuku wengi zaidi ndivyo ambavyo unakuwa unapata changamoto nyingi kwenye ufugaji kama vile changamoto za magonjwa e, kuna changamoto nyingine tu za usimamizi. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni muhimu sana lakini ukawa unakwenda taratibu. Mimi huwa na shauri. Hata kama una mtaji wa kuweza kufuga kuku elfu moja usianze na kuku elfu moja kwa sababu changamoto utakazokutana nazo ni nyingi kuliko vile ukiwa unaenda unaongeza taratibu idadi ya kuku kufuga. Lakini a, pia uboreshwaji wa kuku wako unaweza, e, kuku wa kienyeji mara nyingi sana wapo kuku ambao wanakuaga na maumbo madogo, unakuta kuku na maumbo madogo, lakini pia kuku wapo ambao hawatagi vizuri, lakini pia kwenye eneo hilo hilo wapo kuku ambao wa hawana uwezo mzuri wa kulea vifaranga na kulalia mayai. Sasa hapo, unaweza ukatatua hii changamoto kwa kufanya e, cross breeding. Ukachukua kwa mfano kuku wakubwa kama vile kuku chotala ukawapandanisha na majike wa kienyeji ukapata mbegu bora zaidi e, na kufanya ukawa na kizazi bora kabisa cha kuku ambao utakuwa nao. Utakuwa na kuku ambao wana maumbo makubwa lakini pia kuku ambao ni wazuri. Na ishia hapo. Haya ni maeneo matano ambayo ni muhimu sana kuyatazama pale ambapo unataka waze kufuga kuku wa kienyeji. Nimeanza na banda, nimekuja na chakula, nimekuja nimetaja magonjwa, lakini pia nimetaja ufuatiliaji wa kuku, na mwishoni kabisa nimetaja namna ya kuweza kuboresha shamba lako na kuweza kuongeza idadi ya kuku ambao unao. Nipende tu kuwakumbusha, unaweza ukajiunga na familia ya Kingo Farm kwa makundi yetu ya WhatsApp kwa shilingi 5000. E, utajiunga na kundi utakaa kwa muda wa miezi miwili, lakini pia unaweza ukapata vitabu vyetu bora kabisa vya ufugaji. E, tunavyo vitabu vingi kama vile safari ya ufugaji, tunacho e, kitabu cha tiba za asili lakini pia tunacho kitabu cha ufugaji wa broiler. Kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Ukitaka hizi huduma zetu zote vitabu vitatu na kujiunga na kundi, jumla ni shilingi elfu thelathini na tano. Karibu sana, tutafute kwenye namba yetu ambayo unaiona hapo.